Ni yale aliyotia msitizo upendo. Upendo ukitawala, amani itakuja tu kwa sababu tunapendana, simnipata, amani itakuja tu. Kwa hiyo amani hii wanasema mchunga amani na mvunja amani ni Mtanzania mwenyewe, ni mwananchi mwenyewe. Sasa amani itakuwepo kama sisi wenyewe tutaendelea kupendana, na ninaomba sana wananchi wa mkoa wa Njombe na Watanzania wenzangu tudumishe hii amani ambayo asiwa na wazee wetu na viongozi waliofata na sasa awamu hii ya sita, sababu ukiangalia kwenye ilani ambaye alikuwa anaizungumzia, tuliokuwa tunapita tunanadi mambo ya ishirini na tano thelathini, ambayo mama amejipambanua mengi, anataka kuwafanyia Watanzania mama mkubwa sana na nchi hii. Yani a mama amesema uchumi mkubwa tunao, ukisimamiwa vizuri wala tutategemea sana misaada tunao mkubwa kabisa. Mama amezungumza jana na tuna imani hiyo kwamba sasa e, tunakwenda, serikali inakwenda kufanya vizuri zaidi kuliko ambavyo ilifanya nyuma. Na mimi nasisitiza sana vijana, na vijana ni wazalendo, lakini baadhi yao walichochewa au walipewa kitu ambacho waharibu amani iliyopo sasa. Tunawaomba vijana, ndio tegemeo kubwa la leo, kesho na kesho kutwa, kwamba tutunze amani hii ambayo tutunze eh, upendo na ndio nazaa amani. Upendo ukiwepo kama hivi, mimi hapa na mwenyekiti tunapendana na tunapendana na mwingine, hata nyinyi waandishi wa habari, sisi mkoa wa Njombe tunawapenda sana, na ndio huwa tunasema muhabarishe habari njema ambazo zinafanywa na serikali ya awamu ya sita. Mkihabarisha habari njema, basi ndio upendo wenyewe, kwa sababu kama una upendo wezi kuhabarisha habari njema hata wewe mwenyewe kama una upendo utakuwa na upendo uweze kuhabarisha habari njema. Utakuwa na habari negative, utakuwa unazitafuta negative, ndio uhabarishe zile njema uweze kuhabarisha. Kwa hiyo na nyinyi watu wa habari, waandishi wa habari e, na nyinyi tunawapenda, na nyinyi muipende serikali, tupendane ili tuweze kuvuka. Hotuba iliyozungumzwa na mwenyekiti wetu na rais wetu na mpendwa wetu, kwa kweli imetia faraja kubwa sana kwa Watanzania wakiwepo wananchi wa mkoa wa Njombe tumeipokea kwa furaha kubwa yenye, yenye matumaini mbele. Tunakwenda makubwa kwa sababu zifuatazo: moja, ameelezea sana habari ya kujenga upendo. Upendo ukitawala ndani ya mioyo yetu, kati ya huyu na huyu na yule na yule, mambo yanakwenda vizuri, na si kwamba huko nyuma hatukuwa na upendo, tulikuwa na upendo sijajua hapa katikati hii tarehe ishirini na tisa na siku mbili tatu zile, ibilisi gani aliingia? Nadhani kama alivyosema rais wetu na mwenyekiti wetu kwamba hawa vijana ambayo waliingia huko walichochewa na baadhi ya watu ambao hawaitakii mema nchi yetu. Kwa hiyo kwa hotuba ile ya jana, kwa kweli sisi kama mkoa wa Njombe na wa Tanzania wengi nadhani wamelipokea kwa furaha kubwa sana, kwa sababu limejenga sasa matumaini na ile hofu ambayo ilikuwa inaonekana tarehe tisa watarudia tena. Serikali imetuhakikishia, rais amewahakikishia Watanzania kwamba wafanye kazi kwa amani. Serikali ipo, haitavumbia macho kwa mtu yeyote ambaye anataka kuvuruga amani, na, na, na unaona watu sasa e, Wamelipokea vizuri, watu wanaendelea na majukumu yao vizuri kabisa bila hofu yoyote. Hili ndio ambalo naweza kulisema kama mwenyekiti wa mkoa huu wa Njombe.